Ndugu wananchi wa Tarime na viunga vyake kwa wilaya nzima, uh, nimeomba nichukue siku ya leo kuongea nani. Uh, kwanza, ni wakumbushe tarehe ishirini na tisa thelathini thelathini na moja tarehe moja mbili takriban siku tano, eh, kama wilaya ilipitia changamoto ya wananchi siwezi kusema ni maandamano, wao waliita kama maandamano lakini hakuwa maandamano, walikuwa na vurugu kubwa ambao ilihatarisha maisha yetu, usalama wetu na utulivu wa wilaya. Na katika kipindi hicho tuliona, tulishuhudia watu wengi wakipoteza mali zao, watu wengi wakiumia, lakini na uharibifu mkubwa ambapo kundi la vijana na watu mbalimbali walikuwa wakifanya vurugu ndani wa ya wilaya <coughs> lakini, nashukuru vyombo vya ulinzi na usalama vilichukua hatua kubwa ya kuweza kudhibiti. Lakini pamoja na hilo, wananchi karibu wote, tulitangaza lockdown ya watu kukaa ndani, ambapo tuliona athari kubwa ya wananchi, kwa sababu maisha yetu sisi wa Tanzania na wanatarime hususan wa hatuna uwezo wa kununua chakula cha siku tatu nne tano Walitokea changamoto kubwa ya wananchi wengi kupata shida ya chakula, lakini na maisha ya kawaida ya kijamii kwenye mazingira yetu, sababu kila kitu kilisimama. Lakini wapo walikuwa na hitaji huduma ya afya ilishindikana, wapo watu walikuwa na huduma ya kusafiri ilishindikana. Ni kwa sababu tulizuia mtu yoyote kutotembea nje. Sasa kupitia hilo eh, nitoe tahadhari usikubali kurudia tena kwenye tatizo ambalo litokea ilitokea. Kwa hiyo nimeamua niongee na ninyi leo kwamba zipo taarifa ambazo zinaenea za kuanza maandamano tena tarehe moja mpaka tarehe tisa huko kwa, e, kwa hatua mbalimbali. Sasa nimeamua nitoe tahadhari kwamba tujiepushe, e, kila mmoja moja wetu ajiepushe kwa sababu hayo wanaoita maandamano ya tarehe tisa kwa taarifa tulizonazo, sio maandamano bado. Kuna kikundi ambacho kinahamasisha jamii ya wanatarime e, vijana watoto, watu wazima wa, eh, kuingia kwenye hayo wanaoita maandamano ambayo kwa taarifa zetu sisi tumeshajiridhisha kwamba taarifa hizo hazina mashaka wao lengo lao kubwa ni kufanya uhalifu kama uliofanyika siku ambazo nimezisema hapo. Kwa hiyo hawana maandamano ambao wanayataja kwamba ni halali watafanya, isipokuwa ni kufanya uharibifu na uporaji mkubwa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kutoa angalizo na katazo na tahadhari kwa wananchi wa Tarime wote kutoingia kwenye huo mtego. Tunawapenda wana Tarime wetu, tunapenda wananchi wetu. Usingependa waingie huko, ndio maana nimechukua nafasi hii kutoa tahadhari na angalizo hilo kwa wewe mwananchi wa Tarime, mzuie ndugu yako, mzuie mtoto wako, mkanye, lakini zuia vijana ambao unawafahamu kwenye maeneo yako, zuia majirani, marafiki kutoingia kwenye huo mtego eh, lakini watoe shaka, vyombo vya usalama vimejipanga vizuri sana kudhibiti hiyo hali kwa uwezo mkubwa, lakini tumeona si vyema wakaathirika watu ambao e, hawana faida yoyote na hayo wanaita maandamano, lakini sio maandamano. Ni upolaji, wizi, uharibifu e, ambapo wanaoathirika ni wale ambao hawana faida na hiyo kitu. Wao wana faida nayo, wanajua kifanya hivyo watafanya. Ni, ni kesi ikitokea, ni waombe Wanatarime tujiepushe ili wabaki wao ambao wanataka kufanya hayo tuangaike nao. E, naomba kuchukua nafasi yasema hayo ili tusifikie kwenye hali ile au zaidi ya ile iliyotokea. Kwa sababu hatutaacha wahalifu e, waporaji, waharibifu waendelee kufanya shughuli yao kwenye wilaya yetu. Tumejipanga kila kona, lakini tumeona wale wema na nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wananchi walio wengi hawapendi, na wananchi walio wengi waliteseka. Tuliona hapa wafanyabiashara biashara wakipoteza mali zao, tuliona hapa vitu vikioza sokoni, tuliona hapa wizi mkubwa uliofanyika kupola kwenye maduka. Ndio maana naita ile ya kuwa maandamano kwa sababu yani, kwa sababu ni maandamano, tungeona wanahitaji nini kwa nani na yani, nini kifanyike, tuzungumze. Kama kuna changamoto, tunazungumza mezani, lakini sio vurugu na uharibifu mkubwa uliofanyika. Tunawapenda watu wetu, tunaipenda Tarime yetu, na hatuna Tarime nyingine. Tu concentrate kwenye swala la maendeleo, shughuli za kiuchumi ziendelee, tusipelekwe huko na watu ambao wana nia mbaya na wilaya yetu na nchi yetu na taifa letu. Niombe wana Tarime wote tu wazalendo kujiepusha kuingia kwenye hilo kundi ambalo linapanga hayo. Kwa kila mmoja aongee na ndugu yake eh, kijana wake, mtoto wake, jirani yake, ndugu yake, ili tusiingie kwenye hiyo changamoto kubwa, kwa sababu wao wana manufaa yao, alafu wanatujumuisha na sisi tuingie kwenye mkumbo huo, wakati hakuna tunachofaidika. Ukiumia hapa, hakuna huyu ambaye anakuhamasisha atakuja kukusaidia. Ukishinda njaa, hakuna huyu anayekuhamasisha atakuja kukusaidia. Ndio maana tunasema sisi ambao tuko salama tusiingie.